Leo Juni 4 mwaka 2025, Tanzania inazindua rasmi mpango mpya unaojulikana kama wanawake katika teknolojia ya nyuklia unaolenga kuongeza ushiriki wa wanawake katika sekta ya nyuklia Tanzania. Kwa sasa wanawake wanashiriki kwa asilimia 25 pekee kwa kuwa na wataalam wanaofanya kazi katika sekta hii, huku wanaume wakiendelea kutawala kwa idadi kubwa. Mpango huu ni sehemu ya juhudi za serikali za kukuza na kuendeleza rasilimali watu katika sekta ya nyuklia kupitia mpango wa Samia Scholarship Extended. Serikali ya Samia imefadhili wanafunzi watano wa Tanzania kusomea shahada ya uzamili katika teknolojia ya nyuklia katika vyuo vikuu vya Uingereza, Kanada, Italia na Australia pamoja na Afrika Kusini. BBC imezungumza na mkurugenzi mkuu wa tume ya nguvu ya atomi nchini Tanzania, Bi Mohamed, ambaye pia ni rais wa chama cha wanawake katika nyuklia nchini Tanzania. Profesa Nagetkas pia ni mwanamke pekee ambaye ni profesa katika sayansi ya nyuklia nchini Tanzania. Anaeleza teknolojia ya nyuklia kuwa ni kiini katika atomi ambayo ni chembechembe chembe ndogo kabisa ambazo zinakaa kwenye mata na kuzunguka kiini ambacho ndiyo nyuklia, kama vile ambavyo sayari zinavyozunguka jua. Kwa hivyo kiini ndiyo jua. Profesa Nagatkas ni mwanamke wa kwanza kuajiriwa katika mambo ya nyuklia. Pia uzinduzi huu unalenga kuhamasisha wasichana kusoma masomo ya sayansi. Kadhalika, profesa amezungumza juu ya hofu kuhusu teknolojia ya nyuklia hususan kwenye masuala ya usalama kama silaha za nyuklia nchini Tanzania na namna wanavyodhibiti ili Tanzania isione yale yanayoendelea kama huko nje. Profesa ameondoa hofu wa Tanzania baada ya kujibu swali la mwandishi wa habari wa baada ya kuulizwa, je, Tanzania imejipanga vipi kudhibiti haya mambo ya silaha za nyuklia yasifike nchini kwanza? Profesa alijibu, kwanza Tanzania hatuna silaha za nyuklia, tunawahakikishia wananchi kuwa hatuna. Tumesaini pia kuhakikisha Afrika ni huru katika masuala ya silaha za nyuklia, hivyo tupo pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kupunguza matumizi mabaya ya silaha za nyuklia. Hii ni Msasa Media. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia Msasa online. Msasa kisasa zaidi.